Dunia ilivamiwa na viumbe wa ajabu kutoka angani wanaoitwa Mimics. Viumbe hawa waliteka bara zima la Ulaya. Jeshi la dunia lililoitwa United Defense Force liliungana kupambana nao. Mkuu wa jeshi hilo, Jenerali Brigham, anayechezwa na Brendan Gleeson, alimwagiza Meja William Cage, Tom Cruise, ambaye alikuwa mtaalamu wa habari na matangazo, sio askari wa kawaida aripoti kuhusu vita vitakavyopiganwa kesho kwenye pwani ya Ufaransa dhidi ya Mimix. Cage alikataa kwenda vitani kwa sababu ilikuwa hatari na akamtishia jenerali kwamba atatumia ujuzi wake wa matangazo kuwapotosha watu dhidi ya jeshi pindi maafa yatakapoongezeka vitani. Kutokana na uasi huo, jenerali alimkamata Cage akampiga sindano hadi akazimia. Alipoamka alikuwa amefungwa mikono kwenye kambi ya kijeshi huko Heathrow Airport, na akagundua kuwa ametangazwa kuwa msaliti. Akawekwa kwenye kikosi cha mapambano kama askari wa kawaida chini ya uongozi mkali wa Sergeant Farrell Bill Paxton, tayari kwa vita vya kesho dhidi ya Mimix huko Ufaransa. Siku ya vita ikafika, na mambo yakaharibika kabisa kwa upande wa binadamu. Vita ilikuwa janga kubwa, lakini Cage aliweza kumuua kiumbe mmoja mkubwa wa Mimix aina ya Alpha kabla hajauawa naye. Alipokufa, damu ya huyo Alpha iliangukia mwilini mwake, na hapo ndipo mambo ya kushangaza yakaanza. Cage aliamka tena Heathrow, siku ile ile kabla ya vita. Hakuna mtu aliyemwamini alipowaambia kuwa tayari anaijua siku hiyo na matokeo ya vita. Kila alipokufa vitani, aliamka tena siku hiyo hiyo asubuhi iliendelea hivyo mpaka alipoonana na Sergeant Rita Brotaski, mwanajeshi shujaa maarufu duniani kwa kumshinda Mimix huko Verdun. Rita alitambua uwezo wake wa kujua matukio kabla hayajatokea na akamwambia amtafute kila anapoamka upya. Cage alimtafuta Rita, na kwa pamoja walikutana na Daktari Kata, mwanasayansi wa zamani wa serikali na mtaalamu wa viumbe wa Mimix. Daktari alimweleza Cage kuwa aina ya kiumbe aliyemuua yaani Alpha, huwa na uwezo wa kurudisha siku nyuma pale inapouawa ili viumbe vyao wapate nafasi ya kujirekebisha vitani. Kwa sababu Cage aliingia kwenye damu ya Alpha kabla kufa, naye akarithi uwezo huo wa kurudia siku. Rita alishawahi kuwa na uwezo huo kabla lakini aliupoteza baada ya kupewa damu nyingine hospitalini. Alishinda vita ya Verdun kwa msaada wa uwezo huo, lakini kumbe ilikuwa ni mtego wa Omega, akili kuu ya Mimix, kuwafanya binadamu waamini kwamba wanaweza kushinda, halafu waweke nguvu zote kwenye vita vya Ufaransa ambapo walipangwa kushindwa. Sasa kazi yao ilikuwa ni kumtafuta Omega, akili kuu ya Mimix, na kuangamiza kabisa mfumo wa viumbe hao. Daktari Carter alieleza kuwa kwa sasa Cage ndiye mwenye uwezo wa kurudisha siku, na hiyo ilimfanya Omega amtafute kimawazo. Wakati Omega atakapompata, ataanza kumwonyesha ndoto au maono ya mahali alipo. Katika mizunguko mingi ya siku, Rita alianza kumfundisha Cage kuwa mwanajeshi kamili. Baada ya kuchoka na kukata tamaa kutokana na vifo vya kurudia, Cage azitoroka na kwenda London ambapo waliona maono kwamba Mimics walikuwa wanapanga kuivamia London siku ya vita ya Ufaransa. Yeye na Rita waliendelea kujifunza njia ya kuingia ndani zaidi ya uwanja wa vita bila kufa, wakiongozwa na ndoto kwamba Omega alikuwa amejificha kwenye bwawa kubwa la milimani Bavaria. Baada ya majaribio mengi ambapo Rita alikuwa anakufa kila wakati, Keji aliamua kuenda peke yake hadi kwenye lile bwawa. Alipofika, aligundua kuwa Omega hakuwa pale ilikuwa ni mtego. Kabla Alfa hajamkamata na kumwondolea uwezo wake, Cage alijiua mwenyewe ili aanze siku upya. Akiwa alipona tena, alimweleza Rita na daktari kuwa ile ndoto ilikuwa ni ya uongo. Wakabadili mpango. Safari hii, walipanga kuivamia Wizara ya Ulinzi ili kupata kifaa maalumu kilichoundwa na Kata ambacho kingeweza kumpa Cage uwezo wa kugundua mahali halisi pa Omega. Kifaa hicho ni kama transponda ambacho kikichomekwa kwa Alfa kuchambua mawimbi ya Omega. Baada ya majaribio mengi ya kushindwa, walikifanikiwa kukipata kutoka kwa Jenerali Brigham. Cage alikichomeka mguuni kwake na kifaa kilionyesha kuwa Omega yupo chini ya jengo maarufu la Louvre Pyramid kule Paris. Wakati wanatoroka, walijeruhiwa wote wawili na kupoteza fahamu. Rita hakuweza kumuua Cage kama walivyopanga. Hivyo alipopewa damu hospitalini, Cage alipona lakini akapoteza kabisa uwezo wake wa kurudia siku. Walitoroka na kurudi Heathrow. Hapo walikusanya kikosi cha askari waliowaamini na kuwashawishi waende kuivamia Omega. Waliwaelekeza kuwa Alpha asiuawe kabisa, kwa sababu ikiwa atauawa basi Omega atarudisha tena siku na kujua mpango wao wa kumvamia Louvre. Kikosi kiliamua kujitolea maisha yao, kila mmoja alikufa kwa njia ya kishujaa ili Cage na Rita wafike kwenye sehemu ya chini ya Louvre ambapo Omega alikuwa. Rita akampambanisha Alpha, wakati Keja alisogea hadi kwenye sehemu ya msingi ya Omega. Kabla hajauawa aliwasha na kutupa mkanda wa mabomu ndani ya mwili wa Omega. Mabomu yalilipuka na kuwa Omega pamoja na viumbe wake wote. Kisha jambo la ajabu likatokea. Keja aliamka tena, lakini wakati huu akiwa bado ni meja akiwa njiani kwenda kwenye ofisi ya Jenerali Brigham. Kabla ya yote kutokea, Jenerali Brigham alitangaza kuwa viumbe wa Mimics walikufa wote ghafla, kufuatia mlipuko mkubwa wa nguvu huko Paris. Cage hakuwekwa tena kizuizini. Alifika Heathrow akawakuta tena wanajeshi wenzake akiwemo Sergeant Farrell, hawakumtambua lakini walimpa heshima ya meja kama kawaida. Alipokutana na Rita tena, hakuwa namjua. Akamuuliza kama alivyokuwa akifanya mara zote, unataka nini? na Cage alitabasamu, kisha alicheka.